Ya watu walioaga dunia kufuatia maporomoko ya ardhi huko Chesongoch, bonde la Kerio, katika kaunti ya Elgeyo Marakwet imefikia watu 15 baada ya miili mitano zaidi kupatikana. Waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen alisema kuwa watu 30 bado hawajulikani waliko huku shughuli za uokoaji zikiendelea. Maporomoko hayo yalitokea Jumamosi asubuhi ya kufuatia mvua kubwa na kusomba nyumba kadhaa. Watu kadhaa wamenusuriwa kwenye operesheni ya pamoja ya jeshi, polisi na shirika la Msalaba Mwekundu, na wanapokea matibabu katika hospitali ya mafunzo na matibabu maalum ya Moi na vituo vingine vya afya. Huzuni ilitanda katika eneo la Chesongoch kwenye kaunti ndogo ya bonde la Kerio kaunti ya Elgeyo Marakwet, baada ya maporomoko mabaya ya ardhi kutokea kwenye eneo hilo mwendo wa saa nane usiku na kusomba nyumba kadhaa. Hii ni kufuatia mvua kubwa iliyoonyesha katika eneo hilo usiku kucha. Mashirika ya kiserikali ya usalama na mashirika ya kushughulikia dharura za kibinadamu yalitekeleza juhudi za pamoja ili kuwanusuru waathiriwa. Makumi ya watu wameaga dunia huku miili yao ikiondolewa kwenye eneo hilo fuatia uh, shughuli ya uokoaji inayotekelezwa na ndege za helikopta za kijeshi na polisi, manusura kadha wamepelekwa kwenye maeneo salama, huku majeruhi wakipelekwa uh, kwa helikopta kwenye hospitali ya mafunzo na matibabu maalum ya Moi mjini Eldoret, hospitali ya kimisheni ya Chesongoch, na pia vituo vingine vya afya vilivyo karibu.

Kwa sasa shughuli zote za uchukuzi zimesitishwa katika eneo hilo kutokana na mafuriko na maporomoko ya ardhi, huku wakazi wakionywa kujiepusha kusafiri hadi maji ya mafuriko yatakapopungua on the lookout. Um, we want to request all of them to go to higher ground and to avoid areas that are prone to landslide because we already know areas that are prone to landslide. Idara ya utabiri wa hali ya anga imeonya kwamba mvua kubwa ikiandamana na ngurumo za radi inatarajiwa katika kaunti ya Elgeyo Marakwet na kaunti nyingine zikiwemo Pokot Magharibi, Homa Bay, Muranga, Nairobi na sehemu nyingine za nchi. Give us minor, Dira ya Magwiji.